Na mtazamaji, mbali na hayo ni kwamba serikali ya kaunti ya Makueni imezindua sera mpya inayotoa mwongozo wa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti hiyo na wawekezaji kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Gavana wa kaunti hiyo Mutula Kilonzo Junior anasema kwamba mashirika sasa yana nafasi kubwa ya kushirikisha kaunti kwenye miradi, hususan sasa ambapo mgao wa pesa za kaunti unachelewa kila mara. Michael Mutinda anaarifu. Akizungumza wakati wa kongamano la tatu la washikadau na mashirika yanayoshirikiana na kaunti ya Makueni kwenye miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, gavana Mutula Kilonzo Jr alisema sera hiyo mpya itatoa mwongozo kamili kuhusu ushirikiano wa kufanikisha miradi ya kuboresha maisha ya wananchi. Watu pia wanafanya kazi Makueni na hawajulikani, uh, wanafanya kazi gani na wanafanya na kina nani, na wakienda, haijulikani uh, wamefanya um, kazi gani. Kwa hivyo tumetumia jukumu hii kuwahimiza kwamba itakuwa mwafaka tukae chini tuzungumze wale ambao wamekaa katika vitengo mbalimbali. Aidha, gavana huyo anakiri kuwa kucheleweshwa kwa mgao wa serikali za kaunti mbalimbali kunawapa changamoto ya kutekeleza miradi ifaavyo. Na nyinyi mnajua kwamba hata kama kaunti ya Makueni mwaka wa kwanza tulipata fedha za mwezi kumi na moja si kumi na mbili, mwaka wa pili wakutupatia fedha zote, na mwaka wa tatu wakatukata takriban ya shilingi milioni 265, kama si hawa wafadhili vitu nyingi ambazo tumezifanya katika sekta hizo ambazo nimezitaja zingekuwa zimekwama partnership that we have with the Makueni County government because one the biggest one that we have really benefited is enabling environment we have got a good business enabling environment whereby like um, most of the permits and, um, like the regulations which are in the county, they favor our business. hata hivyo wanaharakati wanataka ushirikiano wa kaunti na mashirika hayo uwe wa uwazi na kuwe na uwajibikaji kwenye usimamizi wa rasilimali ili kuwafaidi wananchi wengi. asomesho asomesho ya kwamba kama ni mradi huo, mradi umekuja haje, uko na bajeti gani, unajengwa na nani, alafu ukiisha, itakuwa rahisi sana kuambia mwenye nchi kwamba hii mradi ni yako, kwa hivyo tunza hii mradi ili kusaidia maisha. Kongamano hilo lilihudhuriwa na zaidi ya mashirika 120. Michael Mtinda, Runinga ya Citizen, Makueni.